Lakini angalau kwa wadada wa kazi za nyumbani, kwa sababu tumelelewa na haya makazi ya nyumbani kama vile ndio makazi yetu eh, kazi za ndani ni kama vile ndio kazi za wanawake, na sisi tumejiweteka huko. Eh, tumejibweteka huko, yaani hata kama ulikuwa unajenga karia yako ukipata mwanaume akwambia anakuoa basi, unaacha karia yako, unaacha kila kitu unakimbilia kwenda kumpikia na kumfulia. Mwisho wa siku, ndani ya muda mchache, anaanza kuona value yako sio kwenye kupika, na haoni value kwenye kumpika tu na kumfulia, haoni value? haoni mwanzoni pale, kwa sababu ndio mko kwenye mambo ya E, eh, mahaba mahaba, hapo utadanganyika uta kwamba, e, eh, mwana, nampikia mwanaume chakula kitamu na e, eh, namchanganya kwa mapishi. No, no, hakuna kumchanganya mwanaume kwa mapishi. Mwanamke unamchanganya mwanaume kwa kuwa msaidizi katika engo zote, kwa sababu hata Mungu wakati anamweka mwanamke, anamleta mwanamke kwenye usaidizi wa mwanaume. Hakumkabidhi jiko, hakumleta pale akamwambia sasa wewe mpikie huyu mwezio. Hapana, alimkabidhi majukumu ya kibiashara Lima bustani na kuitunza. That is business. Kwa hiyo mwanamke, unataka upate thamani kwa mume wako na ndoa yako, I'm telling you, sio habari ya kupika na kufua. Hivyo ni vitu ambavyo ni extra, ni vitu ambavyo actually unaweza kuhaya watu ambao wana ujuzi zaidi wakafanya hivyo hizo kazi ndogondogo, lakini lazima uhakikishe katika yale mambo ya msingi ya familia wewe unashiriki katika kumsaidia. So wanawake, kwa sababu tumelelewa na kazi za nyumbani kama vile ndio za kwetu, na sisi tumezikubali hizo ndio kazi zetu. Ndio maana kazi za ndani inakuwa rahisi kutokuwa na E, yani vigezo vikubwa, yani kwamba kuna hizo tu, kwamba kwa sababu ni mtoto wa kike ambaye umekuwa kwenye hizi kazi unazifanya ni traditional. Dada, mshahara laki na nusu, bado it is big money, ni hela kubwa sana. Laki na nusu unapata, unakula kwa bosi, unalala kwa bosi. Kuna watu wanaenda madukani huko na bado wanalipwa hizo, sio elfu themanini kuna watu ni magraduate wanaenda kwenye vikazi vidogo vidogo, hapa pesa wanayolipwa inaishia kwenye nauli, inaishia kwenye kulipa sijui kodi, inaishia kwenye matakataka kibao, na bado utatafuta mtu. Yani ya yanapo anza, yanapo una, ndio hayo mambo ya sponsor anapoanza, yanapoanzia, unalazimika kutafuta mtu ambaye ataweza kusapoti, kwa sababu kamshahara kale akatoshi lakini hizi kazi za ndani ambazo wewe kwa ufinyu wa akili yako unazidharau, ni kazi ambayo unafanya kazi, unakula kwa bosi, unalala kwa bosi bosi unalala, na mwisho wa mwezi unapata hela kiasi, ambacho unaweza kuweka malengo ukasema, hela yangu yote naiweka benki, au naweka karibia asilimia themanini au tisini, naitunza benki. Mwaka ukikatika, lazima utakuwa na mtaji wa kutosha kabisa wa kuanzisha biashara. So hizi kazi za ndani ni kazi mbadala sana, ni kazi nzuri sana, ni kwa sababu tu watu wanawaza kijinga watu wanawaza kizamani, wanafikiri kazi za ndani bado labda ni zile ambazo enzi zangu mimi wakati nafanya nilikuwa nalipa 1500 nao. Mimi nimezipambania nimefanya mapinduzi makubwa sana mshahara mdogo kupitia taasisi yangu ni laki na nusu, that is big money, na watu wapo, wako watu ambao wanalipa, wapo watu wenye hizo uwezo kabisa wanalipa hizo bila shida. Sasa tuna watu wanalipa laki tano kazi za ndani. Eh, tuna watu wanalipa laki tatu kazi za ndani, laki na nusu, yaani yeah, ni kitu kipo, yaani kinawezekana. So nataka niseme niko hapa kubadilisha mindset, kubadilisha fikra kwa wale ambao wako kwenye umaskini na wanataka kuendelea na ujinga wa kutafuta kazi ambazo kwanza hawana taaluma nazo, kwa sababu angekuwa na hizo taaluma nazo angekuwa na ujuzi huo wasinge wangekuwa mbali kwanza unatafuta kazi ambayo kazi yenyewe una taaluma nayo. Mtu anakuja anatafuta kazi ambayo imetangazwa. Tulikuwa na kazi ya kazi ya nini kazi ya ambayo imepata mtu tu juzi, um, ya, duka, ya ofisi ya dry cleaner. Ile kazi wamekuja wasichana wengi wengi wengi wengi, lakini hawamiti vigezo, kwa sababu mtu anasema nataka mtu ambaye angalau alishafanya hii kazi kwa, unakuta hujawahi kufanya, kwa hiyo vigezo vinakuangusha, yani, hizi kazi za kutangaza hizi ambazo ni nje ya kazi za ndani. Na I'm telling you. Kazi zake, nafasi zake kwanza ni chache na wanaojitokeza kuja kuzitafuta ni wengi, na katika hao wengi wenye vigezo ni wachache sana, kwa hiyo bora uende uchukue ile fursa iliyopo ambayo haihitaji masharti makubwa sana na still, bado unatengeneza pesa na unaendelea kujenga uzoefu okay? Na mimi nimewataftia sasa hivi nimewatafutia mtaala nikawaambia unaweza ukaanza traditional level, halafu ukaingia kwenye mtaala wetu wa kujifunza namna ya kufanya kazi kama smart dada na kama professional dada. Mnaona nawapostia huo mtaala, mnafikiri ni utani? Mimi nimefanya kazi hii muda mrefu sana, najua mabosi wanachokitaka, na kwa sababu wengi hamjui mabosi hao wanataka nini, ndio maana nimeanzisha hiyo kozi niwasaidie wale ambao mko serious. Wakati unaendelea kufanya kazi katika level ya traditional, endelea kuongeza maarifa ili ukitoka traditional one year unafanya kama traditional, mwaka wa pili unaingia kama smart, mwaka wa tatu unaingia kama professional. Mimi na uhakika wa kukusaidia kufika kwenye hizo level kwa sababu ninakijua wanachokihitaji hawa mabosi. Nikikutreni wewe na uhakika. Kuna wengine wanakuja hapa na vieti, wametoka kwenye hivi vyuo kusoma hayo mambo ya mapishi na housekeeping. Bado wako mbali, yani hawako mbali kwa ujuzi, bado wanahitaji sana msaada, inabidi tena tuanze kuwapiga brush na nini na nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nina uhakika kabisa kwa mtu ambaye yuko serious hizi kazi za ndani, of course kupitia Wadada Center. Okay, kwa sababu huko nje bado watu wanalipana elfu hamsini bado kwa hiyo kwa wajanja ambao wataona opportunity kubwa ambayo tumeitengeneza, fursa kubwa ambayo tumeitengeneza sisi kama Wadada Center, ni sehemu ambayo unaweza ukatoka, yani ukachomoka kimaisha na ukaondoka kabisa kwenye umaskini.